Kile cha kwanza imekuonyesha mm -hmm. katika taasisi yetu hii Soni sekondari, kwa kuwa toka umetoka bungeni mm -hmm. shule ya kwanza baada ya kukanyaga halmashauri ya Bumbuli ni shule yetu. Tunashukuru sana kwa utangulizi huo, ninaamini kwamba baada ya hapa tutakuwa Soni Day mpya baada ya kusikiliza maneno yako. Mheshimiwa, tunakushukuru sana, karibu sana <coughs> uweze kuzungumza nasi. Sawa, asante sana. wanaojua kwamba kiwanda hiki kikichakata malighafi kinahitaji mtaalamu gani, lakini Tanzania hii ni Tanzania ya miundombinu. Unapoona imejengwa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, kuna wakati inahitaji ukarabati. Sasa huyo mkarabati anahitajika awe ni mwanasayansi, ni injinia, ni savea, ni mkadiria majengo ni msanifu wa majengo yani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vyote hivi vinahitaji wanasayansi wawepo. Sasa siku zinavyoenda, siku kama tumeona huko nyuma, kabla hajaingia huyu mama, maabara nadhani ilikuwa moja au mbili, lakini sasa hivi miaka hii mitano tunatakiwa zile maabara, madiwani pale halmashauri waanze kugawana hasa kwa zile shule ambazo tunazitarajia zaidi ziongezeke kiwango. Mojawapo nadhani ni hii, ziende kidato cha tano na cha sita, hizi zinahitajika kuwa na maabara ambazo ni maabara bora zaidi, kuhakikisha kwamba wale wanaochukua masomo ya fizikia, masomo ya kemia na biolojia, wana maabara hizo, isije ikafika mahala mtu anatoka form four anaenda form 5. Kuna baadhi ya parati hazijui. Anaambiwa hii ni bunsen bana, anaishangaa. Sasa hii ni mtihani, anaambiwa hii bwana ni retort stand, anaanza kuishangaa ah, ah. Ndio maana ya msingi kuwajengea hapa. Kwa hiyo hili mlielewe kwamba ndio kauli mbiu ya rais masomo ya sayansi na hisabati kwa sababu hisabati inakuwa kama kiungo kwenye mboga mboga, bila kiungo inakuwa haileti ladha. Sasa hakuna sayansi bila hisabati. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ameyasisitiza kwenye ile hotuba yake. Sasa tunaokuja kuongelea mambo ya taaluma, hili lazima tukumbushane, walimu. Kwa hiyo mimi nikitoka hapa, walimu wenzenu, kwa sababu wana majukumu mengine ya kusimamia mitihani mitihani ya kitaifa na ile ya ndani ya kuhitimisha mhula wa mwaka kimasomo, hatutaki kuwasumbua hao, lakini nyinyi muwe wajumbe, wafikishieni ujumbe huu. Mwalimu wenu mkuu yupo, mwalimu wa taaluma upo, na walimu wengine nyinyi mpo. Hiyo ndio kauli mbiu ya rais, na mimi siwezi nkawa na kauli mbiu nyingine zaidi ya kutekeleza ile mamlaka iliyoko juu yao. Ukisoma waraka wa Warumi nadhani kumi na mbili moja mpaka tatu, inaonyesha mamlaka zilizopo duniani, hata kama mmetumia akili yenu lakini ni mamlaka za Mungu, kwa hiyo lazima zitiiwe, na msipozitii maana yake hamjamtii Mungu. Na hata wale Waislamu nao wanayo maandiko atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, mtiini Mungu na mtii na mitume wake na wale viongozi wenu waliopewa mamlaka juu ni yenu, nyinyi mkiwa chini yao mutii. Maanake msipotii mmeingia kwenye kosa, kwa sababu haya ni maandiko ya Mungu. Na alifikisha hilo kama sehemu ya maelekezo, na nikitoka hapa naenda halmashauri niongee na maafisa elimu wenu niongee na mkurugenzi wetu pia. Kauli mbiu iwe hii, Tanzania ya leo tunakoelekea, sio Tanzania ya mchezo. Hatuna sababu sasa kwa kutowazalisha watu hao, na naamini hata nyinyi walimu kwenye hilo mmejipanga, mna namna zenu, mmesoma vyoni, mnajua wanasayansi, kuanzia wakija fomu 1 tuwaandae vipi ili mpaka form 2 tumeshaanza kuditami kupata mwelekeo kwamba huyu ni mwana kemia mzuri, huyu ni mwana fizikia mzuri, huyu ni mwana mahesabu mzuri. Kuna wakati wote nyinyi mnafahamu, huenda wengine ni walimu wa hati lakini ndoto zenu zilikuwa sayansi, ila kwa shule mlizosoma ndoto zikabadilika bila wewe kupenda. Sasa sisi hatutaki mtoto aje na ndoto yake hapa isifikie mwisho, iishie kwa sababu ya sisi walimu kutotosha, kwamba walimu ni wawili tu, tutafanyaje? Mimi naomba hilo, mkikaa kama walimu mfikirie kwamba kauli mbiu hii ya rais ndani ya miaka mitano tunaifanya. Lakini kingine, simaanishi kwamba masomo mengine yasifundishwe, kwa sababu kila somo lina umuhimu wake. Mimi nakumbuka wakati niko Garanosi Sekondari, walimu wakasema, bwana, mnatakiwa mchague masomo, ukipenda unachagua, usipopenda unabeba yote. Mimi niliwaambia, bwana, naomba nibebe yote, maana nilijifikiria mimi ni mtoto wa maskini. Leo utajifanya ni mwanasayansi sayansi, mitiani imekuja vibaya, imegoma, unakimbilia wapi? Kwa hiyo mimi bwana, nilisoma yote, elimu ya siasa wakati ule civics bado, nikasoma civics nikasoma history, nikasoma geography na hata nilivyokuwa mhandisi sikujuta kusoma jiografia ya yangu, hata nilivyokuwa mhandisi sikujuta kusoma historia yangu. Hata sasa hivi elimu ya siasa ya wakati ule ndio imenisaidia hata kupata hamasa kwamba huenda kwa miaka hii mitano naweza nikaweka alama au legacy kwa Wanabumbuli, kwa sababu wakati ule Mnakumbuka, tukifika sekondari, kuna umoja wa vijana, lazima ujiandikishe, lazima ujiandikishe, kwa sababu ni wakati wa chama kimoja kimeshika hatamu. Kuna namna na lazima ukipende, kwa sababu hakuna kingine cha kupenda. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo. sasa wito kwa vijana, mtaona namna sasa, kama walimu, kwa sababu kauli mbiu mnakuwa nayo, nyinyi watendaji wakuu, lakini wanafunzi nyinyi mtaangalia namna ya kuwahamasisha, lakini tukishirikiana pamoja, nendeni mkakae chini. Mimi sitaki shule nyingi na sitaki kuanzia zile za milingano nilikozaliwa kule mimi, nataka nianze popote. Tutachukua shule chache za mfano tuanze nazo, mfikirie mtafanyaje. Kama kuna wakati kwenye michezo tunaita mbunge kapu sasa hata kwenye mitihani hii tutengeneze kitu ambacho kinafanyika hata mara mbili kwa mwaka, lakini kama mtaita mbunge testi, mtaita nini? Nadhani pia mtakubaliana na maafisa elimu wenu pale kwa kwamba jina mtalihitaji. Mimi niko tayari pia kuhakikisha kwamba hili na mimi nalichangia, ili kuongeza ubora. Ntalichangiaje? Inawezekana, kuna vifaa ambavyo vinataka viwe, viwawezeshe nyinyi, mfano fotokopia, mfano printer hapa. Mimi ndio uwezeshaji wangu. Sasa ukifika hapo, ili kuhakikisha kwamba nyinyi mnapata hiyo nguvu, nitakapokutana na afisa elimu sekondari, tutayajenga zaidi kwamba twende na shule zote, kwa sababu ni chache za sekondari, au tuchukue tuchukue sample sampuli ya shule chache ambazo hizi tunahakikisha kwamba kwenye sayansi zinatotoa kimasomaso lakini mi sijaona sababu ya nyinyi soni kuto kuwepo kwa sababu ni miongoni mwa wakongwe sasa kwa katika jimbo la Bumbuli kwa hiyo nadhani nyinyi kakaeni mwone namna vijano, ya kuwashawishi vijana tuhakikishe kwamba kauli mbiu ya rais tunaitekeleza na inawezekana na inawezekana lakini kingine wito kwa vijana, waambieni vijana wetu hawa wanaenda likizo. Wakifika likizo likizo, kuna mambo mengi, na kama kuna mambo mengi, wajizuie sana, wasiupoteze uzalendo wao. Nilitamani niongee nao, lakini nitakuja siku nyingine. Kwa bahati, wakati ule napita, wako likizo. Sasa hivi napita, wako likizo tena lakini ngoja wamalize lile la muhimu. Mtakapokuwa mnafunga shule, ujumbe huu mumfikishie. Nadhani mmeona mikoa mingine uharibifu uliotokea, kuna mali za umma zimeteketezwa, zimeharibiwa, lakini ni vijana wetu hawa hawa ambao wengine ndio wanamaliza, wanaenda mtaani. Wakumbusheni vijana kwamba Tanzania hii ni nchi yao. Tanzania hii imejengwa kisiasa katika hali nzima ya amani na utulivu, tangu tulivyo wazaa hawa watoto mpaka leo, ndio wimbo wetu. Sasa tuendelee kuwakumbusha huo wimbo nao wa uwenzi, hasa wale ambao wanaenda moja kwa moja mtaani, maana hatutegemei kama watarudi tena labda tukianzisha form five na form six tunaweza tukawapata, lakini la sivyo watakuwa ni watu wa mtaani. Kwa hiyo lazima tuwape hizi na saa za mwisho, kwa kuwa Tanzania imejengwa katika amani na utulivu, ikawa ni mfano katika Afrika Mashariki na kati na Afrika nzima. Mnakumbuka baba wa taifa amekuwa ni mwenyekiti, amekuwa ni mwamuzi wa migogoro mingi, na marais wenzake waliofuata na mimi nakumbuka tumewasaidia hata Msumbiji wakati wa Frelimo na Renamo kule, walikuwa na migogoro mizito kidogo, lakini sisi, Kongo mara nyingi sana tumekuwa ndio waamuzi, Malawi, Msumbiji, nchi nyingi za Afrika Mashariki na, na, na Afrika kwa ujumla tumeshiriki sana kwa sababu ya ule utulivu uliokuwepo ni waeleze ndugu walimu kwamba tulipita hapa siku moja tukiwa na mikutano yetu wakati wa likizo, tukawa tumeomba eneo hapa tufanye mikutano ya chama, na kwa sababu ilikuwa ni likizo, maana yake hatukuweza ku kuharibu ratiba zenu. Basi tuliona jengo moja pale sijui ilikuwa ni bwalo lile bwalo, tukaona halikukaa vizuri. <coughs> Mimi ilikuwa bado inaniuma, lakini kwa haraka haraka tukasema labda mifuko kumi huenda ikawa zaidi, lakini tukasema leo nilete ile mifuko kumi iweze kukarabati pale, na bila shaka itakuwa imeshaingia. Lakini pia nilitoa ahadi ya mipira sita Leo nikaona nilete tu ya vijana wa kiume miwili, tulikuwa iwe minne, lakini tukakumbuka kuna sehemu pia tuna ahadi, tukaona basi tutaka iwe minne ili ibakie miwili. Kwa hiyo siku nyingine hiyo ahadi tutaimalizia, lakini kakaeni sasa, mwone kwamba nyinyi na mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wa Mama Samia ni mwakilishi wa wananchi wa Bumbuli kuhakikisha kwamba ile ilani ya ishirini ishirini na tano ishirini thalathini inatekelezwa vizuri, na moja ya mambo muhimu sana ambayo ni ukombozi wa mtu katika ilani ile ni masuala masuala mazima ya kitaaluma. Sasa kaangalieni, mtakaa, lakini hili nitalifikisha kwa wakubwa wenu ili msije mkaanzisha jambo mkapishana hata namna ya kuliita jina na kwa sababu afisa elimu wenu wa wilaya yuko hapa, nadhani baada ya hapa, naye msiache kumpa mrejesho, ili akifika huko halmashauri ataona hata kama ni kuwaita kikao. Lazima kauli mbiu ya rais hii, ambayo ina malengo mazuri, tuitekeleze kwa moyo mkunjufu na kwa kutumia mbinu zetu zote za kiualimu kuhakikisha kwamba hii inamea katika jamii ya wanabumbuli ambao tuko nao hapa Soni Day. Tunajua Soni Day kuna wadau wengine ni wanabumbuli, lakini wanaishi Dar es Salaam, lakini naye ni mdau, lakini tunaamini asilimia kubwa ni wale ambao tutakuwa nao katika kata zetu. Mimi najua Soni Day hapa wameshasoma na huenda pia wapo vijana wa kutoka mala kuwahi kazini, ili muwatendee haki hawa watoto hawa watu hawa wazazi wenye watoto hapa, gharama yetu ni ndogo sana kwenye hizi shule za serikali, lakini zi vile vinaulinauli tu, kwa sababu na mimi natokea kwenye jamii hiyo, jamii ambayo kinapikwa chakula wote vinakusanyika, kila mtu spidi yake ya matonge atakayechukua, mawili ndio hivyo basi. Hata hizo vinaulinauli vidogo ni vidogo sana, ni vikubwa sana kwao, japo sisi tunaona ni vidogo sana. Kwa hiyo tunategemea wazazi hawa waliowekeza biashara na nyinyi ya miaka minne iwalipe. Baada ya hii miaka minne kuwalipa ni vipi? Huyu mwanaye awe na sifa ya kwenda chuo, huyu mwanaye awe na sifa ya kwenda sekondari ya juu ya kidato cha tano na sita, huyu mwanaye awe na sifa hata akifika kwenye vyuo vyetu vya VETA ana uwezo wa kupokelewa akawa fundi mzuri sana na wakutegemewa. Jana wenzangu waheshimiwa wabunge walikuwa wamebanwa kidogo. Tuna chuo chetu cha VETA cha kiwilaya, walikuwa ni mara ya kwanza wanahitimu vijana pale, jimbo la Lushoto eneo la Mlola. Nimeenda pale kuwawakisha wenzangu, lakini hasa mheshimiwa Shimdoe, mheshimiwa waziri wa TAMISEMI, kwa sababu ya majukumu aliyokuwa nayo mimi nikawakilisha wenzangu, kwa kweli nilichogundua, VETA ni kitu ambacho kitatupeleka mbali sana na washaurini vijana wale ambao hawahitaji kwenda mbali sana lakini angalau mtu wakate tamaa akiwa amemaliza VETA, maana itakupa ustadi ambao hata mwalimu wako mkuu atakwambia nitengenezee milango mitatu bwana, na nimewaambia wajitahidi maana kuna wengine akishamaliza miaka miwili tu VETA kama bado mwaka mmoja, akifika huko mtaani, akiona anavyothaminiwa, hata haji kumalizia akapata cheti. Sisi mmeona miradi yetu mingi ya kukarabati shule, maabara na nini, tunahitaji loko fundi na maloko fundi. Wengine wametuchezea akili sana, lakini hawa wenye vyeti sasa ndio watafanya kazi zetu ziwe na ubora. Na mimi naitwa Mwalimu Ali Hudulwena. Mimi ni mkuu wa shule wa shule ya sekondari Soni. Kipekee kabisa natoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Mbunge Injinia Ramadhani Hamza Singano, Mheshimiwa Mbunge wa halmashauri ya Bumbuli, kwa ahadi yake ambaye alituahidi wakati wa kampeni. Alituahidi atatuletea vifaa vya michezo, lakini pia alituahidi atatuletea simenti kwa ajili ya ukarabati wa bwalo la shule. Ahadi hiyo tumeipokea leo tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 2025. Tunashukuru sana kwa kuwa ahadi yake ameitimiza kwa wakati. Pindi tuwa tu alituahidi atakapoapishwa na kwa mbunge atatuletea hivyo vifaa alivyotuahidi. Tunashukuru sana, vifaa hivyo tumepokea na vitatusaidia katika kutekeleza yale ambayo tulikuwa tumekusudia wakati tunamweleza changamoto zetu. Tunashukuru, mifuko hii ya simenti tutaitumia mara moja katika ukarabati wa Bwalo la shule ambalo likuwa na viraka, ilikuwa na mashimo mengi sana. Hivi karibuni tu, baada ya kupokea mifuko hii, tutaitumia katika kuziba yale maeneo yote ambayo yalikuwa korofi na kufanya bweni letu liwe safi zuri na kuchachua kucha wanafunzi kulitumia katika shughuli mbalimbali za kitaaluma. Mimi naitwa Mwalimu Ali Hudulwena, mimi ni mkuu wa shule wa shule ya sekondari Soni, Halmashauri ya Bumbuli Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutuletea huu mipira. Tunamwahidi kuwa tutakuza vipaji vyetu na tutaitunza na itakuwa salama. Tulikuwa tunatumia mipira, lakini ni ile ambayo haitutoshelezi kwa kufanya mazoezi kwa kila siku. Kama ukatuongezea hapa, tunajitahidi tutaitunza, tutafanya mazoezi kwa manufaa. Shukrani tuna jumla. Tunamwahidi kuwa mipira itatunzwa, mazoezi itakuwepo na itakuwa vizuri na itakuwa salama kwenye hali ambayo ipo shwari. Unaitwa Abdullahi Suleiman Hamad.